Namna kipekee nimshukuru mheshimiwa mbunge. Sisi wataalam kama wataalam tuna nafasi zetu, lakini wanasiasa pia wana nafasi yao kubwa. Naamini hakuna ambaye asiyejua, mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii ambayo tupo tunaishi humo, zipo clip mbalimbali zilikuwa zikitembea zikionyesha namna ambavyo wabunge wetu walikuwa wakipambana kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa katika hili eneo. Sho, mbunge nikushukuru sana kwa kazi kubwa hiyo, lakini nishukuru ofisi ya mkuu wa mkoa imefanya kazi kubwa pia kwenye hili eneo, lakini wizara TAMISEMI pamoja na Hazina, lakini hata wizara ya kilimo kwa nyakati tofauti walikuwa wakitushauri nini cha kufanya ili kuwa na mradi ambao ni mzuri. Leo hii kama halmashauri tumekabilisha taratibu zote za kimkataba, na tukio tunaenda kulifanya hapa ni la kumkabidhi mkandarasi saiti, kuwatambua viongozi ambao watashirikiana nao katika maeneo haya katika kutekeleza mradi. Ni waombe tu wenzetu ambao wamepewa dhamana ya ujenzi wa soko hili kuhakikisha wanatimiza masharti ya kimkataba ambayo tumekubaliana. Tegemeo letu mradi huu, tunavyofika mwakani, tuweze kuja hapa kama tutakuwa tupo salama, inshallah Mwenyezi Mungu ajalie tuweze kuja kuuzindua hapa, na wale wananchi, wafanyabiashara, wakulima wetu ambao wameangaika katika tope hili ambalo linaonekana hapa kwa kipindi chote, waweze kuwa wanufaika wakubwa wa huu mradi. Tunaahidi kutekeleza mradi huu, kwa sababu sisi ni wazawa, sisi ni Watanzania. Na kipekee tushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia, amekuwa na uzalendo wa kipekee, kwa sababu miradi kama hii ilikuwa inatekelezwa na wageni, lakini sisi ni Watanzania wazawa Tunatekeleza mradi hii kwa kweli, tunashukuru sana ambao, tupigie makofi na mpigie rais makofi. Tunachoahidi ni kwamba tutafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunatimiza lengo la serikali katika kuhudumia wananchi, lakini pia kutimiza azma ya serikali na wananchi, pia waendelee na shughuli zao, kwa sababu kilio hiki kimekuwa cha muda mrefu sana. Kipekee kwa, kwa nafasi ya kushukuru, maana yake sasa mradi huu unaweza kuwa chachu ya maendeleo kwa sio tu kwa Rungwe na, sikimiwa na, na, na, peke yake, manake hata mikoa ya jirani ni, ni fursa pia. Kwa hiyo sisi tunaahidi tutafanya kazi usiku na mchana, na kama ambavyo amezungumza mkurugenzi hapa tayari sisi tumeshakabidhiwa certificate, na mradi huu tunatakiwa uanze mapema. Kwa hiyo sisi tutafanya kazi kuna mchana na mwakani, muda kama huu, tunategemea Mungu atupe afya njema, tukutane tena hapa tukiwa hivi na wengine wakiwa wengi zaidi. Piga kelele kila siku kuhusu soko la ndizi hapa kwetu Kiwira. Leo soko limefika, mwenyekiti wetu wa wafanyabiashara amesema hapa ilikuwa kama ndoto. Tunashukuru sana Mungu kwamba soko limefika, tunaanza ujenzi muda sio mrefu hiyo kubwa ya watu wa Rungwe, sisi ni wakulima wakubwa sana lakini tatizo letu kubwa ni swala la soko. Tumeanza kushughulikia soko hili ambalo linakwenda kugharimu bilioni mbili pointi moja tisa nne pesa za Kitanzania tayari tumeshapata bilioni moja, tumeshakaa kwenye budget. Mkandarasi alipomaliza kazi zake ataenda kutoa certificate, analipwa kutokana na kazi alizofanya, lakini ukamilifu wa soko hili ni bilioni mbili pointi moja nne ambapo kwenye soko hili kutakuwa na godown kubwa ambao litakuwa na ubaridi cold room, ambapo tutatunza ndizi zetu pale. Kama ndizi zimeadimika, tunatunza pale kwa muda, baadaye tunasubiria soko lisipanda, kana nzuri tunapeleka kwenye sehemu ya soko. Hapa ndani kutakuwa na maegesho ya magari katika eneo hili. Kwenye soko hili pia kutakuwa pia na migahawa mbalimbali mbali kwa ajili ya chakula kwa ajili ya ndugu zetu ambao wanakuwa wanafanya kuja kununua chakula hapa maeneo haya kutakuwa na dengo la huduma za kibenki mabenki yatakuwa hapa inawezekana benki moja, mbili, mpaka tatu zikawa hapa amesema mwenyekiti wetu hapa wa, wa soko hili kwamba tutakuwa labda kunabadilisha mambo ya pesa zitabadilishwa hapa hapa kila kitu kitafanyika hapa lakini pia kutakuwa na ofisi kutakuwa na vyoo vya kisasa kutakuwa na vizimba vidogo vidogo wale wauzaji wa dogodogo watapewa vizimba, watakuwa wanauza ndizi zao hapo. Kwa hiyo ni soko ambalo litakusaidia sana sana watu wa Rungwe kuhakikisha kwamba ndizi zetu zinapata soko zuri na tunapata bei nzuri ambayo itatusaidia kuinua uchumi wetu. Nimshukuru sana sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan Dokta, kwa kutuletea hizi pesa bilioni 2.194 na tunaanza soko hili, ndugu zangu. Mama Samia ametutendea mambo makubwa na ndio maana nimekuja mwenu kwa kwenu mimi kama mwakilishi wenu kumshukuru mbele yenu na tumshukuru sana kwamba Rungwe ametupendelea mambo mengi sana. Hongereni sana watu wa Kiwira. Hili soko, hili soko ni soko la wilaya nzima, si ndio? Lakini limejengwa kwenu Kiwira. Hapa maeneo patachangamka sana, si ndio? Kwa sababu watu watatoka nje ya nchi, watu watatoka hapa Tanzania, watu wengine watatoka maeneo mbalimbali ya mkoa huu. Watakuja kununua ndizi hapa kwa Kiwira. Itachangamka uchumi wa Kiwira pia utachangamka, watu wengi wa Kiwira watapata ajira. Niwapongeze sana watu wa Kiwira, niwaombe watu wa Kiwira tukawapa ushirikiano mkandarasi. Kama wangu, mpe ushirikiano wa kutosha, mkandarasi hata na uguu, ndugu zangu Msisite tempeli ukarimu mtu wa mkandarasi anakuja kujenga hapa. Kwa sababu soko kweli litakuwa na uchumi mkubwa sana katika maeneo yetu. Nikushukuru sana mkurugenzi na timu yako kwa kutuandikia light up nzuri ambayo imetusaidia kupata masoko mawili, ili hapa tutapata lingine pale, sogea muda sio mrefu. Maandishi yameandika mazuri, sisi kama wakuala, kama wabunge wale wa, wa, wa, wa Rungwe, mimi na dada yangu Suma, ambao tulikuwepo tulikafuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba soko pesa alizoandika walali wala ndugu zetu mkurugenzi na management yake, pesa zinapatikana. Nishukuru Mungu, pesa zimepatikana, sindio? Ndugu zangu, Mama Samia oye! Kwa bwana Amimu Mwendelile, ni afisa tawala kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya Rungwe, na hii leo nimemwakilisha mheshimiwa mkuu wa wilaya. Huu ni mkubwa unakuja ku, una na manufaa mengi, lakini na changamoto zitazotokeza sasa njia nzuri ya kutatua changamoto ni kukaa kupitia vikao na mikutano, ili tuweze kuzitatua hizo changamoto. Kutatua changamoto kwa njia zisizofaa kutapelekea sasa manufaa ya soko hili yasionekane. Kwa hiyo, nawaasa viongozi ambao ndio viongozi wa wafanyabiashara wa ndizi pamoja na viongozi wengine ambao wako na sehemu ya jamii waweze kutumia njia sahihi za kutatua changamoto. Na waone viongozi na milango ya serikali iko wazi, iwe milango ya kisiasa na milango ya kiserikali, yote iko wazi ili kuona changamoto wanazozipata wananchi zinaweza kutatuliwa. Lakini jambo lingine nipende kumwasa mkandarasi, kipindi hiki umekuja kuna kuna jua, na usije ukadhani kwamba ndio hali ya rungu ya muda wote. Kwa muda uliopewa wa miezi kumi na mbili ni vyema kipindi ambacho kunakuwa na hali ya hewa kama hii basi uka ukaenda na kasi lakini kasi hii yenye viwango. Kwa hiyo tusije tukaukimbiza tuka mradi afu baadaye ukaja kugeuka, ukaja kugeuka kwa ukaja kuleta marafa. Tujenge mradi ambao utakuwa imara kwa kufuata maelekezo yalioko mkataba, lakini kwa kushirikiana na wakandarasi na, na mhandisi wetu lakini na taasisi zingine ambazo zitakuja kutoa ushauri serikali na taasisi nyingi ambazo pindi mradi utakapokuwa ukiendelea nadhani watafika watafika ni kutoa ushauri, lakini nakuelekeza nini cha kufanya. Kwa hiyo nawe kama mkandarasi ambaye tumekupa dhamana ya ujenzi wa jengo hili, uwe tayari kushirikiana na hizo taasisi. Lakini nirejelee jambo aliloongea katibu wa chama kwamba zile shughuli au kazi za vibarua au kazi ndogo ndogo ambazo hazihitaji ujuzi, tunakuelekeza kwamba wapate vijana wa maeneo haya hilo litakuwa ni agizo, na endapo kama hawatajitokeza wao, basi ndio utakuwa na utakuwa na, na, na fursa, utakuwa na uchaguzi wa kuangalia wa maeneo mengine, ili kazi yako iende, kwa sababu mkandarasi anaweza akatoa kazi, lakini nyie mkaona watu vijana au watu wa maeneo yao wakaona kwamba kile kiwango alichopanga kuwalipa hakitoshi, basi yeye atakuwa na uamuzi wa ku wa kuangalia watu wa maeneo mengine, ili kuhakikisha mradi wetu unakamilika kwa wakati sababu kitu chote katika maisha kinahitaji ratiba. Tukijiongoza vizuri kwenye ratiba zetu, basi tutapata mafanikio ambayo tunayatarajia. Lakini jambo lingine la kuzingatia ni kwamba kusiwepo uwizi, uwizi wa malighafi au vifaa vitakavyotumika kujenga huu mradi. Endapo kutakuwa na watu wasio waaminifu kutoka kwenye upande wa mkandarasi, wanataka kushirikiana na sisi ili kuweza kuhujumu huu mradi ni vyema tuwafikishe kwenye mamlaka zinazohusika ili tuweze kulinda hivyo vifaa, kwa sababu mradi ni wetu. Mkandarasi tumempa zamana tu ya kutujengea, lakini zamana ya kulinda mradi na kuangalia mradi haujumiwi hau ni la kwetu sisi Wanakiwira, kutoa taarifa kama hizo, sio si, si, si kosa hilo, ni, ni, ni ulinzi na unatekeleza una, una jukumu lako kama mwananchi kama mwananchi kama mwananchi mwene uchungu na nchi yake. Kwa majina naitwa Daniel Jackson Mwakobera, ndiye mwenyekiti wa wafanyabiashara wa ndizi katika wilaya ya Rungwe. Mwenyekiti wa wafanyabiashara, ni furaha iliyoje eh, ambayo haijawahi tokea, kwa sababu tulikuwa ni kama ndoto, kana kwamba kama itafika wakati ili nasi tuweze kubadilika na kutoka katika hali tuliyo nayo, tukiwa tunahitaji soko la kimataifa, ili watu watoke nje ya nchi hii, watoke sehemu mbalimbali waje kununua ndizi zetu, aidha kwa dola, aidha kwa shilingi yetu, lakini ikiwa inabadilishwa hapa hapa kwetu, ili tuweze kupata maendeleo makubwa. Lakini ndoto imesha timia. E, mimi kama mwenyekiti wa wafanyabiashara niombe kitu kimoja pamoja na mradi huu kukabidhiwa kwa mkandarasi na ukiwa mikononi mwa serikali kupitia halmashauri, ninaomba tusiachwe nyuma sisi ambao tumehangaika hapa na mpaka sasa tunahangaika, tumetoka eneo hili kwenda kuhangaika huku ili kupisha ujenzi, lakini baadaye ujenzi utakapokamilika, tafadhali naomba watu wangu waweze kunufaika na kuona kana kwamba hiki tulichokuwa tunakisumbukia, sasa neema imefika kwetu. Tusiachwe nyuma, aidha kwenda kuchukua watu kutoka Dar es Salaam, kutoka sii sehemu tofauti tofauti, alafu wanufaika ambao walikuwa wanategemewa, alafu wanaachwa nyuma. Hilo ndio niombe, na liwe angalizo kwa viongozi. Tunaomba tafadhali, tumesumbuka vya kutosha, alafu pia tunaomba elimu iweze kupita, ili soko la kimataifa litakuwaje, nini kitakachoendelea hapa, na ili watu wajiandae baadaye, kama ni ndizi, ndizi za aina gani ambazo zitakuzwa kuuza hapa, ili watu wa kimataifa waweze kununua bila kipingamizi chochote.